Wakati tunapofika hapa katika kitabu cha Ayubu sura ya 15, roho yake imevunjika kabisa. Marafiki hawa waliokuja wametia mambo kuwa mabaya zaidi. Sasa Ayubu sura ya 15 hadi 21 zinakumbuka mzunguko wa pili wa hotuba kati ya Ayubu na wale wanaoitwa washauri wake. Ayubu atajibu kila mmoja wa marafiki zake. Sasa marafiki zake wanatumia msamiati tofauti kidogo wakati huu, lakini kimsingi wanasema jambo lile lile: Ayubu, wewe ni mtenda dhambi mbaya, na Mungu anakuhukumu kwa sababu ya uovu wako. Sasa Elifazi atazungumza kwanza katika mzunguko huu wa pili wa hotuba. Yeye kwa kweli ana hasira sana kwamba Ayubu amekataa kukiri dhambi hizo za siri ambazo Elifazi alisema Ayubu alikuwa nazo mahali fulani katika maisha yake kwa hiyo sasa hapa katika sura ya kumi na tano na aya ya mbili Elifazi anashambulia akisema, Je, mtu mwenye hekima anapaswa kujibu kwa maarifa ya upepo? Je, anapaswa kubishana kwa mazungumzo yasiyo na faida au kwa maneno ambayo hayawezi kumsaidia? Sasa tena hapa, Elifazi anamshtaki Ayubu kwa kuwa na maneno mengi yasiyo na maana, lakini kwa kweli najua ni nani mwenye maneno mengi hapa, na si Ayubu. Elifazi anamshtaki Ayubu hapa katika aya ya 4 kwa kuzuia tafakari mbele za Mungu. Inaonekana Ayubu ameharibu maisha ya kiroho ya Elifazi. Lakini ngoja ni kuambie, hii ndiyo sababu Elifazi ana hasira sana. Yeye na marafiki zake wawili wanaamini kwamba mtu mwenye haki hatateseka na kama Ayubu anateseka na wakati huo huo anatembea na Mungu, basi wanaogopa kwa sababu hiyo inamaanisha hawana ulinzi maalum dhidi ya vizuri, aina yoyote ya mateso ya kibinafsi wao wenyewe. Namaanisha, kama utii kwa Mungu hauhakikishi afya na utajiri, basi nini kinatokea hapa kwa Ayubu, vizuri, inaweza kutokea kwao. Ngoja ni kuambie, hawa washauri ni wahubiri wa asili wa asili wa mafanikio. Kama unatembea na Mungu, Mungu atakubariki sana. Vizuri. Ayubu haendani na theolojia yao ndogo ya mafanikio inayojikita kwenye ubinafsi. Na hivyo hawa wanaume sasa wanashikilia msimamo wao kwa ajili ya hisia zao za ulinzi. Elifazi anasema hapa katika mstari wa 20, mtu mwovu anateseka kwa maumivu siku zake zote. Kwa nini? Mstari wa 25, kwa sababu ameinua mkono wake dhidi ya Mungu na kumdharau Mwenyezi. Unaona, Elifazi anaamini kwamba Ayubu ni mwovu, na kwa sababu Ayubu ni he anateseka kwa maumivu, Mungu amemkasirikia. Vizuri. Sasa Ayubu anajibu hapa katika sura ya 16 na 17. Maoni yake yameelezwa kwa ufupi hapa katika mstari wa mbili wa sura ya 16 Nimesikia mambo mengi kama haya nini, nyote ni wafariji wa huzuni. Kwa maneno mengine, mzumbuko huu wa pili wa hotuba haujanipa chochote kipya, nimesikia yote hapo awali, na nini hamko karibu na ukweli kuliko mlivyokuwa awali. Lakini kisha Ayubu anaendelea hapa kusahihisha tatizo lao dogo la theolojia, anathubutu kusema kwamba chanzo cha mateso yake si dhambi bali ni Mungu. Anasema hapa katika mstari wa saba, Mungu amenichosha. Hapa chini katika mstari wa kumi na mbili, nilikuwa na amani na eh, Mungu alinitenganisha. Mungu yuko nyuma ya haya yote. Sawa, baada ya Ayubu kujibu sasa ni wakati wa Bildadi buldoza, yule jamaa asiye na huruma kabisa, na atazalisha uharibifu na maangamizi zaidi moyoni mwa Ayubu. Anaelezea mustakabali wa kutisha ambao mtu mwovu anaweza kutarajia hapa katika mstari wa tano. Hakika nuru ya waovu inazimwa. Kwa maneno mengine, giza tu ndilo linamngojea mwenye dhambi kama wewe Ayubu. Sawa, Ayubu anaanza jibu lake hapa katika sura ya 19 kwa kumuuliza Bildadi katika mstari wa mbili swali hili. Sawa, ni kwa muda gani mtanisumbua, na kunivunja vipande vipande kwa maneno? Je, hamna aibu kunikosea? Sasa katika sura hii tunaanza kusikia kitu kutoka kwa Ayubu ambacho ni muhimu na nataka kukionyesha. Ayubu anakubali kwamba Mungu anamuadhibu, lakini haamini kwamba Mungu anafanya kwa haki. Anasema hapa katika mstari wa 11 Mungu ananihesabu kuwa adui yake Chini katika mstari wa 13, Mungu amewaweka ndugu zangu mbali nami, jamaa zangu wameniacha, marafiki zangu wa karibu wamenisahau. Hata hivyo, hapa katikati ya kuhoji matendo ya Mungu, Ayubu anatoa tamko hili la ajabu la imani. Hapa katika mstari wa 25, ninajua kwamba mkombozi wangu yu hai na mwishowe atasimama juu ya dunia, na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, bado katika mwili wangu Mitamwona Mungu. What? Hili ni tamko la ajabu la imani. Hata kwa ufunuo wake mdogo, Ayubu ana uhakika kwamba mkombozi wake yu hai, kwamba atamwona Mungu kwa kweli. Inapenda kazi hiyo ya Ayubu. Haisemi hapa, najua kwamba mkombozi wangu ataishi siku moja au najua kwamba mkombozi wangu alikuwa hai zamani. Hapana, hii ndiyo msingi wa imani ya Ayubu inayodumu. Siwezi kumwona, simsikii, lakini najua kwamba mkombozi wangu yuko hai. Charles Spurgeon yule mchungaji maarufu kutoka vizazi vichache vilivyopita, aliandika juu ya maandiko haya kwamba tunahitaji kuruka juu ya mwamba huu. Kama unahangaika baharini sasa hivi na mawimbi ya shaka yanakupiga, pumzika juu ya mwamba huu. Yesu Kristo, wewe mkombozi wako yuko hai. Sasa ni zamu ya Zofari, na anazungumza hapa katika sura ya 20, na kimsingi atarudia hoja ile ile ya zamani kwamba watu waovu wanaadhibiwa na watu wacha Mungu wanapata utajiri zaidi. Kwa njia hii itakuwa kweli hatimaye, yaani baada ya hukumu ya mwisho ya Mungu, lakini si lazima iwe kweli katika dunia yetu ya dhambi leo. Basi, baada ya Zofari kutoa kauli hii ndefu, Ayubu anajibu katika sura ya 21, kwa kuonyesha hapa katika aya ya 7, kwamba waovu wanaishi, wanafikia uzee na wanakuwa na nguvu kubwa. Kwa maneno mengine, inapaswa kuwa wazi. Ayubu anasema hapa katika aya ya 9, kwamba mara nyingi nyumba zao ziko salama kutokana na hofu na hakuna fimbo yaani, au hukumu ya Mungu juu yao. Kwa kweli anatangaza hapa katika aya ya kumi na tatu, wanatumia siku zao katika ustawi. Tazama yote ambayo Zofari na marafiki zake wanapaswa kufanya ni kuangalia pande zote. Wamejenga theolojia hii ndogo ya starehe inayopuuza uhalisia, na hebu niwaambie wapendwa, theolojia ya juu juu inayosisitiza kwamba watu wacha Mungu daima hufanikiwa na watu wasiowacha Mungu daima huteseka, inazalisha Wakristo wa juu juu, na jinsi washauri wa Ayubu walivyokosea. Kwa hivyo, Ayubu anahitimisha hapa katika aya ya 34 hakuna kilichobaki katika majibu yenu isipokuwa uongo. Na bila shaka njiani, kitu pekee walichofanya ni kuzidisha majeraha ya Ayubu ni watu wasio na neema wenye akili za juu juu. Hawatoi faraja yoyote kabisa kwa huyu mtu anayehuzunika. Hebu niwahimize, hawapendwa, tusifanane nao. Tukumbuke kwamba maisha ni magumu, majibu siyo dhahiri kila wakati, na kama madhumuni ya Mungu kwa mateso hayako wazi, basi ni bora tufikirie mara mbili kabla ya kumwambia mtu sababu zake ni zipi. Na tuwe macho kwa fursa za kuwahimiza watu wengine. Kwa kweli, unajua lugha ya ulimwengu wetu ulioanguka ni lugha ya mateso. Tumezungukwa na watu ambao wanahitaji sana neno la utia moyo. Kwa kweli, kwa miezi kadhaa kabla ya mama mkwe wangu mcha Mungu kufariki, alipitia matibabu ya dialysis kila wiki. Huu ni ulimwengu kwa kweli ambao hadi wakati huo, sikuwa na ufahamu wowote wa wakati mwingine ningemchukua kutoka kliniki, na siku moja alasiri alianza kunieleza kuhusu watu wote waliokuja kuunganishwa na mashine hizo siku tatu kwa wiki, masaa kadhaa kila siku, na wagonjwa hao walikuwa wa ukubwa, umri na asili mbalimbali mbali. Aliniambia kulikuwa na mmoja mwenye umri wa miaka themanini na tano ambaye alikuwa akiwapungia mkono kila mtu alipofika. Sasa kulikuwa na tabasamu usoni mwake. Alisema kulikuwa na wanandoa wa umri wa kati ambaye walikuwa wameanza matibabu pamoja. Alisema kulikuwa hata na kijana wa miaka kumi na sita mwenye mtazamo mzuri kwa kila mtu aliye karibu naye, na kijana huyu hasa alimvutia mama mkwe wangu Akiwa ameunganishwa na mashine ya dialysis, alivumilia matibabu kwa uvumilivu na kuwahimiza wale waliomzunguka. Sikuweza kujizuia kujiuliza kama kuna mtu yeyote alijua kuhusu hali yake shuleni. Je, wanafunzi wenzake walijua kwa nini mara chache alikaa baada ya shule kwa shughuli? Je, walimu walijua kwa nini madarasa yake yalipangwa kumalizika mapema siku tatu kwa wiki? Je, kuna mtu yeyote alijua kwamba alikuwa akiteseka? Kweli nina furaha kusema mama mkwe wangu mpendwa alikuwa daima tayari kumpa neno la kutia moyo. Wapendwa, nadhani tungekuwa na mshangao kwa idadi ya watu wanaoteseka tunaokutana nao kila siku, iwe ni kwenye korido au darasani au kwenye duka la vyakula au kazini. Ndiyo maana roho ya neema inapaswa kuwa macho kila wakati. Faraja ufariji ufariji inapaswa kuwa tayari kila wakati. Inaweza kuwa ni kushikana mikono, inaweza kuwa ni salamu tu, inaweza kuwa ni maneno machache au maswali kuhusu jinsi mtu anavyoendelea na kisha kusikiliza jibu lao. Je, umewahi kufikiria kuhusu ukweli kwamba Mungu hatufariji tu ili kutufanya tuwe na raha, bali kutufanya tuwe wafariji? mbili wa Korindo moja mstari wa nne. Kwa kweli, faraja ya Mungu haitolewi kwetu, imekopeshwa kwetu, kwa sababu Mungu anataka tugeruke na kuisambaza, kuishiriki na watu wengine wanaoteseka. Lakini kwa hayo, muda wetu umeisha. Mpaka wakati mwingine, hawapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.